Sikia ndugu yetu anasemaje ndani ya Sizikwi na bila shaka kabla tu mjumbe mdando huu hapo. hello. Yes, hello. Yes, hello. Yes, ndugu yangu akum, mambo vipi? Nzuri sana habari ya jioni. Kwema kabisa, umeshindaje ndugu yangu? Meshinda vema nashukuru Mungu. All right, hapo ni ndani ya Redio Maisha, redio zaidi ya redio. Maisha jioni tupo ndani ya Sizikwi nayo eh? Ndiyo, nimetuma nilituma ujumbe wangu wa sizikwi nayo. Asante sana, na leo ni zamu yako, zungumza usikike ndani ya sizikwi nayo. tatizo lako ni gani dadi? Okay, ndugu yangu wakumu. Oh yes, nimekuwa kwa kwa giza miaka mingi. Umekuwa kwa giza miaka mingi, as in, nime nime nime nime nime nime nime nime nime nime nime nime nime nime nime nime nime inaelekea twenty years. Saa hizi we uko na miaka mingapi ndugu yangu? I'm 28 years. Uko na umri wa miaka 28. Eh niko na umri wa miaka 28. Oh yes. Na kwa hizo miaka 20 ambazo zimepita. Mm. Nimekuwa niki, nikiishi kama mtoto yatima. Umekuwa ukiishi kama yatima. Hujui babako ni nani ama mamako ni nani? Nimekuwa na baba na mama na baba ambaye nilikuwa najua ni babangu akaaga dunia 2005. Mhm. Mm-hmm. Na saa hizi kwa sababu tuko 20 2025. Oh yes. Kumbe babangu mzazi alikuwa ako hai. Babako aliyekuzaa alikuwa yuko hai na yule mwenye alikufa hakuwa babangu mzazi na yule ambaye wewe uliamanishwa kwamba ni babako mzazi ambaye alifariki kama miaka ishirini iliyopita kumbe hakuwa ni babako aliyekuzaa. Kumbe hakuwa babangu wa kunizaa. Sasa haya ametokea vipi? Hebu e, ili tukuelewe e, a, nani aliyekuambia kwamba aliyefariki yule ndiye alikuwa babako mzazi ni mama ama nani? Imekuwa last year August mm. Kumbe mamangu alikuwa na rafiki yake ambaye ni by and this nini cousin to my dad mwenye nimejua ni baba yangu. Sasa yeah, ndiye alifikiwa hii siri baada ya mzazi wangu kukufa, babangu kufa last year August. Babu, huyu sasa ni babako ambaye amekuzaa eh, step four, nani nani, my biological father your biological uh, father ambaye huyu ni yeye ambaye amekuzaa Eh, huyu sasa ndo amenizaa mwenyewe. Sasa aunti ndi alikuja fichua siri kwamba a ah, yule aliyefariki 2005 hakuwa babako, babako ni huyu ambaye amefariki juzi. Eh, ni yule ambaye amefariki juzi, na nikatafutwa. Yeah, babangu alishia alikuwa alishia kufa, hadi akazikwa. Sasa ya wakayo harakati ya kunitafuta mm, nikapatwa after three days amezikwa. kabla tufike hapa kwa kutafutwa, nataka turudi pale nyuma, ndio tukuelewe vizuri. Ee, mm, wakati haya yote natokea ma mamako mzazi yuko wapi? Mamangu mzazi baada ya yule babangu mwenye nilikuwa najua babangu kufa, yeah aliondoka kwa hiyo familia, akaenda aka akaolewa kwa boma nyingine. Na ulikuwa unaishi na mamako mzazi? Nimeishi na mamangu tangu ya utotoni hiyo miaka tano, yeah, nikaendelea na masomo yangu kule. Na ulikuwa kabisa kwamba unaishi na mamako ambaye amekuzaa nimeishi na yeye wakuliza mwenyewe, lakini hajawahi niambia. Sasa yeye ndi alikuambia kwamba yule baba mwingine aliyefariki 2005 alikuwa ni babako ambaye amekuzaa yeah, pia mi nilijua kwa sababu niko na mandugu zangu wale yeah. Tumeishi kama watoto tukijua tu yule ni baba yetu mwenye aliaga dunia, na kumbe mimi peke yangu kwa, kwa wale wa vijana tano mimi sikuwa wao sasa swali ni kwamba mamako alikuwa ameolewa na huyu babako aliyekuzaa, wakaachana, akaolewa kwa huyu baba mwingine, alikuwa kwa hiyo ndoa ya hiyo mzee aliyeaga dunia, lakini mm. Sasa mimi ni kama nilizaliwa mtoto wa nje na huyu babangu akanilea tu, yule mwenye aliaga akanilea tu kama mtoto wake. Oh, kwa hivyo wewe umezaliwa ukiwa katika hii ndoa, lakini mama alikuzaa na mpango wa kando, ilikuwa kama mpango wa kando kama ilikuwa mpango wa kando na huyu baba ambaye alifariki 2005, yeye alikuwa najua kwamba wewe ni mtoto wake. Hata jamii yote inajua mimi mtoto wa kwa hiyo boma. Lakini mama alikuwa najua kabisa kwamba mwanaume ambaye kwamba alimpa ujauzito si huyu aliyefariki, ni mwingine mwingine na sasa, alikuwa amekatalia historia, ameficha hii siri miaka mingi. Kwa hivyo wewe ulikuja kama mp, uh, matokeo ya mpango wa kando, mama yako ako kwenye ndoa lakini ako na mahusiano na mwanaume mwingine nje? Ndio, ndio. Oh, wow. Okay, sasa endelea, dadi, tumekuelewa. Yaani nadhani kwamba sasa hivi umeleweka vizuri Asa, nini mm. Sasa nini maisha yangu imekuwa magumu sana, ndipo sasa baada ya baba kufa, yeah ilibidi nitafutwe niende kwa familia. So wakati babako ambaye amekuzaa anafariki, ndio umetafutwa uende kwa familia? Nikatafutwa sasa niende kwa familia. Aliyekutafuta nani? Nimekuambia, yule anti mwenye alikuwa rafiki ya mamangu. Ehe, alikuwa witness, hata akasema huyu kijana alipelekwa kwao akiwa mdogo, akaenda kunyolewa kwao. Hata ulienda ukanyolewa kwengine kabisa? Nikapelekwa kunyolewa kule ehe. Nikarudishwa kwa hii familia tu nikalelewa kama mtoto wapo, na hakuna mwenye alijua. Mamangu peke yake ndiyo alikuwa najua na anti pia alikuwa anajua story, na huyo anti alikuwa najua hiyo story na ali. Sasa wewe unaishi miaka yote ukijua kwamba babako alifariki 2005 yet babako ambaye amekuzaa bado alikuwa hai? Nimeishi kama yatima mpaka nimesomeshwa kama nime, nimeishi orphanage nimesomeshwa kama mtoto yatima mm. Miaka yote hivi na huyu babako ambaye alikuzaa, hakuna wakati wowote wa aliwahi kutafuta tu kukufikia, labda kujua hali yako iko vipi? alikuwa anajaribu kunitafuta yeah, lakini kwa hiyo harakati ni kama mama akutaka, ajue, akutaka nini asambaratishe hii familia yetu yeah, akutaka kusepareti a watoto wake. Sasa akaona atoroke na sisi, atoroke, atoroke na mimi yeah. Kutokea kwa hii, kutokea hayo yule mzee babangu mzazi mwenye ameaga dunia huyu, yeah. Akaenda kazi nje ya nchi sasa, hayo matokeo ikatokea, ikafichika, ikafichika, ikafichika miaka mingi haya hivi. So unasema kwamba aliyekuzaa amefariki last year, na fariki last year, na wakati huo wewe ukatafutwa three days later baada ya babako aliyekuzaa kuzikwa ikatafutwa three days later. yeah. Sababu mzee alikuwa ameacha wili, ameacha mahusia yake, aliwacha wahusia. Ehe, amaambia hii kijana mkubwa waiboma, atitafuta, jaribu kutafuta ndugu zako. mm -hmm. Kwa sababu pia alikuwa na vijana wawili nje, na akawaleta pamoja kwa familia yeah. Sasa pia mimi nikatafutwa, yeah, sababu nilikuwa sijapa, sijapatikana, lakini ikapatikana. Nikasema kuja kwa familia kwa sababu baba yako ameacha mahusia nyuma yeah wacha kufuata maneno ya mama yako, utapotezwa kuja kwa boma. Na wakati ulitafuta, ukaenda ukapata kwamba baba labda aliandika wewe, alikuandikia kwamba utarithi kitu fulani, aliacha aliacha shamba yeah. ya kila kijana aridi shamba lake pale, kila kijana mzee aliacha kwamba kila kijana kuna shamba ambalo kwamba atakuwa na arithi, na wewe pia shamba lako lilikuwa ya, mimi shamba langu lilikuwa pale. Sasa mm -hmm. Ulipokuja ukapata na familia nyingine, ndio unaambiwa kwamba huyu ambaye amefariki siku tatu huyu ambaye amezikwa siku tatu ambazo zimepita ndiye babako. Hata huwezi pingana, kwa sababu ukiangalia vijana wa pale na mimi, mnafanana, mnafanana shilingi kwa ya pili. Oh, wa wow. sasa uh -huh. wakati nilipata hiyo habari yenyewe niliishiwa nguvu, lakini Mungu alinitia nguvu yeah. Sasa ikabidi ni nitafute mamangu mzazi kwa sababu yeye ndiye amebaki anielezea ukweli, yeah. Na alikana kabisa, hata baada ya kutafutwa, uosia umeachwa kipande cha shamba umeachiwa, anti amesema, wewe huyu ndiye babako. Uliporudi kumuuliza mama bado alikana, alikana kabisa. Sasa ikabidi niingie kanisani, nikatafuta wachungaji yeah. Wakanipa mashauri, wakasema, wewe kama unataka maisha yako ikuwa mazuri yeah. Fata uzi ambayo mzee ameenda, hata kama baba yako ameyaga dunia, kuna spirit ambayo ingali kwa hii dunia inasunguka. a yeah. maisha yako ndaka ikuwa mazuri, enda kwa kaburi ya baba yako, kwa sababu amesema, kwa hiyo kimila isemee nyasi kama hujafika hiyo siku huko yeah. Asa mimi nikaenda, wakati nilifika kule. ulienda alikozikwa baba e? Nikaenda alikozikwa baba. oh, yes wakati nilifika kule, nikapigia mamangu na nikapatia shangazi simu, na ukaongea. Imagine akakubali! Wakati umeenda ukazungumza na shangazi, mamako alikubali, lakini wewe wakati ulimpigia kumweleza yaliyotokea alikataa, bado alikana kabisa. Lakini wakati -alizungumza na shangazi akamweleza, unakumbuka miaka fulani iliyopita, yeah, yeah. kabidi akaflashback akakumbuka. Sasa kinanisumbua sahizi hukumu, naam ndugu yangu hiyo familia imesema, wewe ndio kijana wetu waiboma kuja jenga nyumba. Mm. ulete familia yako hapa, kwa sababu uko na mke na, na watoto wawili. Wewe umeoa tayari, uko na mke na, na watoto wawili, uko na mke na, na watoto wawili. Sasa wame um, wewe katika ile familia umeenda na wamekupokea, wamekupokea kama, kama mtoto wa pale, kwa sababu ni watu ambao wanamjua Mungu. Nashukuru Mungu, hakuna kimila kilifanyika huko, wao watu ambao kwamba wanatambua wanatambu wa Mungu, sio yani watu wanamjua Mungu. Sasa wao wamekukaribisha kwa mikono miwili, ikiwemo anti ambaye amefichwa amba siri kwamba njoo jenga hapa. Je, ndu, ndu, wale ndugu wengine wamekupokea vipi? wao hao ambao umeachiwa ule shamba na wao, yule kijana mkubwa wa boma ambaye aliachiwa mausia na mzee. Yeah, ndio ana insist sana, kwa sababu yeye ndiye ameachia mamlaka. Hata ananiambia mzee amesema, alisema ijaribu kusanya watoto wake wote wakuje kwa boma na kati yake na wewe nani mkubwa? Yule kijana ni mkubwa, mimi ni kijana namba mbili. Wewe ni kijana nambari mbili kulingana na, na, na, na mzee eh, kulingana na mzee, lakini tuko vijana saba. All right. Sasa katika wamekupokea wanataka uende ujenge, mama yeye anasemaje? Nilijaribu kuguzia story kuhusu, nilijaribu kuambia mama kuhusu hiyo story yeah, akakana kabisa. Sasa ikabidi yakaanza chuki kwa hivyo sasa hivi uhusiano wako na mama haipo vizuri? ya wali, wali ambayo, nizaliwa, posikia, yeah, hawa ndugu zangu waliposikia wali ambayo nilizaliwa nilikuwa nililelewa na wao, waliposikia hivyo, yeah wakasema waka, waka sasa kama umeamua kufuata watu wa kwenu huko hatutaki, sasa hata maneno yako hapa. wao pia wamekuambia hawakutaki ha, ha, wakataka wakasema wachana na mama yetu, wachana na sisi kabisa. so ni kama wa, u, ni kama kwa kifupi ni kwamba ni kama wamekutenga vile. Ya, wakasema hata mke wako hatumtaki kwa hii boma. Lakini ninashukuru Mungu, wakati nirudi kwa magoti nikaomba Mungu uhusiano yeah, ukati ananisumbua sahizi yes, bado mama amekana kabisa nisiende huko. oh, mama hataki kwamba uende huko kwa alibaba aliyekuzaa amekana kabisa. Ni kama anahisi ana, ana, ana kuna nini separation itatokea hapa, mimi na vijana ambao nilielewa na wao. Oh, kwa hivyo yeye pia anaangalia umoja wa watoto wake. Sasa ni kama hiyo inamtia wasiwasi na, wasi wasi. Na tayari umejenga labda umejenga alikoolewa mama, alikoolewa mama, makao si mazuri, kwa sababu iyod yeah. Bado nini, maisha yake iko stable sana. Kwa hivyo hujajenga kule bado? sijajenga kule. Alright, ah, yote yametokea, ukweli. Ushajua haki yako ipo Alright, japo kuna mvutano kati yako na ndugu zako ambao umezaliwa nao uh, ndani ya sizikwi nayo uh, leo ungependa tukufaidi vipi ndugu yangu? uende kule ukajenge ama usikize maoni ya mama? Nilikuwa nasema kama kuna ambayo, kuna msikilizaji ambaye anasikiliza kisa changu, yes, yes, asaipitia masaibu kama ambayo napitia sasa hivi. Yeah, ajaribu kunipa mashauri nifanye nini, niende nisikia sauti ya baba yangu ama nibidi kufuata kwa mama. Wewe, na wewe, wewe, wewe binafsi nafsi yako iko wapi binafsi? Wakati nilienda huko nikajua mimi na huko na na moyo wangu ukatulia, na shamba pia umepewa. Nilikuwa nasema afadhali niende kwa sababu mm, mtoto huwa anafuata damu ya baba yake, mtoto anafuata damu ya baba. Kwa hivyo wewe unataka kuegemea sana upande wa baba, wala sio mama, sio E, na afadhali niende tu kwa sababu wananipigia simu saa yote, wanakutaka uende, wanataka niende, wanasema mzee anawasumbua sana kwa ndoto. Hata huyo kijana anasema baba ananisumbua sana, kwa sababu anasema kwa nini unaachilia mandugu zako? Oh, anakuambia kwamba baba anamkuja kwa ndoto, anasema mbona mpaka leo wewe hujaenda kujenga kule, anasema kwa nini hujatafuta mandugu zako? Ni kama hakuna amani kwa hii boma usipotafuta mandugu zako hakutakuwa na amani kwa hii boma. Jaribu juu chini, mandugu zako akuje pamoja. Alright brother. Uh, natumai ulimsamehe mama kwa kukuficha kwa muda huo wote, sio? Nashukuru Mungu kwa sababu ninamjua Mungu wakati yeah. Nilipokea taarifa hiyo nikarudi kwa magoti, nikamsamea mama yangu. Kwa hivyo wewe hauna kinyongo na mama? Sina kinyongo nayo. Aye kabisa. Swali tu ni kwamba je, ufuate eh, ma, damu ya baba ama umsikize mama? Hilo ndo swali lako ndani ya Sizikwi nayo hii leo. Hiyo ye, ye, ndo swali langu kwa sababu maisha yangu nimeona si mazuri kabisa yangu, yeah. niende kule maisha yangu itakuwa mazuri sana, kama kuna jambo so, ushauri ndio unahitaji, sio? Asante sana ndugu yangu, endelea kutegea, bila shaka ushauri utaupata humo. Sawa sawa dadi, lakini by the end of the day maamuzi utakayoyafanya yawe ni maamuzi ambayo unaegemea mstakabali wako sawa sawa, ndugu yangu. Yes, yes, go. All right.